Lakini mimi eh, kwa nafasi yangu niwaombe sana wananchi tusikimbilie kwenye kuuza ardhi zetu, tujitahidi sana katika kudhibiti ardhi zetu, tusiziuze. Tukishapata hati maanake hiyo ni kinga kubwa ya ardhi zetu kuto kuchukuliwa. Tuziendeleze ardhi zetu kwa njia mbalimbali ikiwemo kufanya ubia. Tuendeni zaidi katika ubia kuliko kuziuza ardhi zetu. Upo ushahidi wa wenzetu katika maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo ya ufukweni kabisa, ambao wameuza ardhi zao, sasa hivi wamebaki na umaskini. Pesa zimekwisha, ardhi imeondoka, hawana chochote. Kwa hivyo tujitahidini, wanakuja wawekezaji wengi, lakini tujitahidi kuingia katika ubia zaidi kuliko kwenye kuuza, kwa sababu itakuwa tunatupa ardhi zetu. Kesho sote tutakuwa wageni katika eneo la Nganani, ardhi yote itakuwa tume toa kwa wageni sisi wenyewe sasa tunakuwa ni wageni hapa Nganani. Kwa hiyo tujitahidini sana katika kutunza ardhi yetu, ili iendelee kutusaidia sisi tuliopo sasa hivi, lakini iwasaidie pia watoto wetu na vizazi vyetu vinavyokuja baadaye. Tukifanya njia kama hizo za ubia, manake tunaweza kwenda vizuri. Tutafaidika sasa hivi, watafaidika watoto wetu, watafaidika wajukuu zetu na vizazi vinavyokuja.